Ikiwa sakata la Yanga pamoja na TFF likiweza kuendelea, Ahmed Yari ameweza kupost eh, kwenye ukurasa wake wa Instagram na kufunguka mambo mengi zaidi. Naweza kukusomea taarifa ambayo alikuwa ameipost Ahmed Yari, anasema kwamba nimepitia kwa utulivu matakwa ya Nyuma Mwiko waliowasilisha bodi ya ligi, nimeona kuna usela mwingi baada ya hoja za msingi. Yani Nyuma Mwiko akimaanisha eh, Yanga hao. Akaendelea kwa kusema kwamba unataka katibu mkuu wa TFF ajiuzulu ni kama swali akauliza, kwa kushindwa kusimamia waamuzi. Pengine hamjui kazi ya katibu mkuu. Jukumu lake ni kuandaa kozi za waamuzi, kuboresha maslahi yao na kuadhibu wanaokosea. wa wa yote hayo yanafanyika kwa asilimia mia moja. Mafanikio ya leo mwenye mpira wa miguu eh, ni kutokana na mchango wa mtendaji mkuu akisimamiwa na akisimamiwa uh, vyema na Rais Wallace Karia na kamati yake ya utendaji. Timu zetu za taifa za madaraja yote zinapishana kwenye michuano ya Afrika. Hii ni kazi ya katibu mkuu. Siko hapa kuelezea mafanikio yale, lakini itoshe kusema tu mpira wa miguu hauko tayari kupoteza lulu kwa maslahi yenu, akiwa maanisha Yanga wanataka pia mtendaji mkuu wa Bodi ya Ligi Almas Kasongo naye ajiuzuru kwa kosa gani? Ubaya wa Kasongo umeanza lini? Akiwa anauliza maswali hayo, wakati mnachukua ubingwa mara tatu hamkuona ubaya wa Kasongo. Kasongo huyu chini ya utawala wake ligi yetu imeshika nafasi nne kwa ubora wa Afrika. Vipo vilabu vinajiendesha kwa fedha kutoka, kutokana na wadhamini waliotafutwa na Bodi ya Ligi ya Kasongo. tuambie tu Hatuja, hatuja, tuambie tu hatujajiandaa kumpoteza Kasongo hivi sasa. Mazuri yake ni mengi kuliko mabaya mnayompakazia. Ninachokiona mimi, haya ni mapambano ya kutaka ya kuweka watu wenu kwenye, ma, kwenye, kwenye nyadhifa hizo, na sio watende, na sio watende haki bali wasimamie maslahi yenu. Hatuwezi ruhusu hili litokee mikwara ya kuwa hamtashiriki ligi msimu ujao mpaka matakwa yao yafanyiwe kazi. Huo ni mkwara wa bata. Mpira wa nchi hii unaweza kuenda bila wewe na watu wakafurahi. Amepotea Pan Africa, Red Star na eh, Cosmopolitan. Eh, wewe nani by the way? Timu yenu ni sports club, Mkiona mpira umeshinda, nendeni mkacheze boxing au basketball. Hiyo ndo kauli ambayo alikuwa ameiongea bwana Ahmed Yari kupitia ukurasa wake wa Instagram akiwazungumzia Yanga kustukana na lile sakata ambalo limekuwa likiendelea kwa sasa hivi. Yapi maoni yako kuhusiana na hiki? Je, kweli eh, bodi ya ligi ambayo iko kwa sasa hivi iweze kuendelea kama ambavyo Ahmed Yari anasemea kwamba haina makosa yoyote, au kwa bado wako? Unaona iko kwa namna gani? Drop comment yako hapo, subscribe, like, share, utakometisha kinomanoma.